Baraza la Seneti ya Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo limeruhusu kuondolewa kwa kinga aliyekuwa rais wa taifa hilo Joseph Kabila. Hatua ya kuondolewa kinga kwa rais huyo wa zamani wa Kongo kunafungua njia ya mashtaka dhidi yake kwa tuhuma za uhalifu wa kivita, uhaini na kushiriki katika harakati za uasi. <coughs> Kabila ambaye aliongoza DRC kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2019 anatuhumiwa na serikali ya Rais Felix Tshisekedi kushirikiana na waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda, kundi ambalo limeteka maeneo makubwa ya mashariki mwa nchi hiyo. Rais Tshisekedi anadai kuwa Kabila alihusika katika kupanga njama na kundi hilo kupindua serikali yake kupitia mapinduzi. Kiongozi huyu wa zamani hajakuwa nchini tangu mwaka 2023 na hakuhudhuria kikao cha seneti kilichofanyika siku ya Alhamisi. Hadi sasa haijulikani wapi alipo, lakini spika wa seneti Jean Michel Sama Lukonde alisoma uamuzi rasmi wa chombo hicho. Baada ya kuondoka madarakani, Kabila alipatiwa hadhi ya heshima kama seneta wa maisha.